Kwanza nichukue nafasi hii muhimu na adhimu kwa neno la shukrani, kwanza kwa Mungu ambaye alikuwa nasi katika mkutano wetu mkuu wa diocese ambao tumeanza tangu tarehe 13 ya mwezi huu wa 11 mpaka tarehe 15 leo ambapo tunaahirisha mkutano wetu. Ninawashukuru wajumbe wote wa mkutano ambao wamefika kwenye mkutano kwa ajili ya Uh, yale ambayo yalikuwa kwenye mkutano kikwa ajinda kuni kwa ajili ya uchaguzi uh, na mimi kupata dhamana ya kuchaguliwa tena ili kuwatumikia wana KKKT Dayosisi ya Konde kwa muda mwingine. Ninawashukuru sana wote ambao umehusika na kuona kwamba bado naweza kuwa mtumwa wao kwa neema hii ambayo nimeiona si. Lakini pia nishukuru kwa ajili ya Uh, waandaaji wote wa mkutano huu halmashauri na menejment, ambao kazi yao ilikuwa njema sana. Hivi wanapoondoka basi, ninawatakia baraka za Mungu wanakotawanyika wakati huu kwenda kwenye sharika na vituo vyao. Lakini sitakuwa nimefanya ya vyapo shukuru maaskofu ambao walipata nafasi ya kushiriki kwenye mkutano wetu, akiwepo mkuu wa kanisa na maskofu wengine wa ukanda wa kusini, tulijisikia joto la baraka hao, tulifurahi sana sana, nao wamekuwa baraka sana. Kwa hiyo nami pia nawatakia baraka nyingi kwa ajili ya kazi ya utume huko kwenye dayosisi ambazo wanazitumikia. Basi jambo lingine ambalo naweza nikasema, ambalo ni sehemu ya yanayotokana na mkutano mkuu, ni kwamba sisi tuna mpango mkakati wa dayosisi ambao ni seme ni dira ya miaka kumi. Tunayo mambo ya kufanya kiuchumi na hata kijamii, lakini zaidi sana kiroho. Tumejipanga vizuri kwa ajili ya kazi ya misioni na kama ambavyo tumesikia kwenye taarifa na ripoti ya kazi ya misioni inayopelekea kutokea kwa sharika ishirini na moja ndani ya muda mfupi, sio kazi ndogo, na bado tuna mikakati nyingine ya kuongeza Wakristo, idadi ya Wakristo wanaoamini na kubatizwa, lakini pia tumejipanga sawasawa kwa ajili ya kuhudumia watu kiroho na kimwili. Sasa upande wa kimwili, kuimarisha shule yetu ya seminari Bible School, lakini pia hata kuna shule yetu nyingine ambayo imeanza, ni mpya yenyewe, sio seminari, lakini shule ya kawaida iko pale, inaitwa Furaha tu pale mbele. Lakini pia kwa upande wa afya tumejipanga sawa sawa kuboresha hospitali zetu. Hospitali ya Matema inafanya vizuri, tunataka tufanye zaidi ya pale lakini hospitali Mcheche ambayo ni kongwe inafanya vizuri, lakini tuna mkakati wa kufanya vizuri, kutoa huduma, kuboresha huduma, maana ni sehemu ya kazi yetu kuhudumia mwili na akili binadamu na roho yake pia. Lakini pia tuna hospitali moja mpya ambayo tumeijenga pale Mbeya, inaitwa hospitali ya Konde na huduma za diakonia, ni hospitali ya huduma za kibingwa, imefunguliwa mwaka huu mwezi wa sita na inafanya vizuri. Ninawakaribisha wote wenye shida kuja kutibiwa, kukutana na wataalamu mbalimbali, na ili wapate kutibiwa kulingana na, na changamoto wanazopitia za afya. Mwisho basi, ninawatakia baraka za Mungu na nialike wale wote wenye mapenzi mema na dayosisi yetu waendelee kutuombea ili tudumu katika umoja utengamano vile ambavyo Kristo ametusudia kuishi na kuwa tumishi wake. Amina washukuru Wakristo wote wa dayosisi ya Konde kwa namna ambavyo mchakato umefanyika, na kwa sababu mchakato uliofanyika kipindi hiki ulikuwa tofauti kidogo na mchakato wa nyuma. Tulikuwa tuna katiba mpya, ambapo sasa tulikuwa tunaingia kwenye utaratibu mwingine tofauti na ule utaratibu tulikuwa tunatumia zamani na kwa mujibu wa katiba sasa inaelekeza kwamba mchakato utaanzia katika ngazi ya shirika, na inasema kwamba miezi mitatu kabla ya kwanza taratibu wa uchaguzi itafanyika maombi, kitu ambacho tulishakifanya. Lakini pia inasema kwamba halmashauri ya katiba na uendeshaji itaandaa majina ya wachungaji wanaostahili kusimama katika nafasi ya askofu na katika msaidizi wa askofu, kitu ambacho halmashauri ya katiba na uendeshaji ilikifanya na yale majina yakapelekwa sharikani yakapigiwa kula na yakapita katika ngazi ya jimbo, nako yakapigiwa kula, ndipo yakafika ya dayosisi na dayosisi yanashughulikiwa na halmashauri ya katiba na uendeshaji, yanapunguzwa kwa maana ya kupata watu ambao wamepata kula nyingi, ili wapeleke kwenye halmashauri kuu kwa ajili ya kupigiwa kula, ili yapatikane majina matatu au yasiozidi matano, kwa ajili ya kupelekwa kwenye mkutano mkuu ili yapigiwe kula kwa tulipita katika mchakato huo, na mchakato ulikuwa ni wa uwazi, tunamshukuru Mungu, lakini pia ulikuwa na wahaki, kwa sababu hatujapata malalamiko mengi. Yaliyopo tu ni kwamba watu walikuwa hawajui sana taratibu zilikuwa zinaenda, lakini watu wengi walipiga kula, na tunashukuru kwamba alienda kwa, kwa mujibu wa taratibu na maadili ya kikanisa. Kwa hiyo tumefika kwenye mkutano mkuu na halmashauri kuu ili wasilisha majina ya, ya, ya matatu kutoka kwenye I aimini mean, halmashauri ya uendeshaji na kuwasilisha majina matatu kutoka kwenye halmashauri kwenda kwenye halmashauri kuu, na hayo majina katika nafasi ya uaskofu ilikuwa ni ya mchungaji Geoffrey Samuel Mwakihaba, na ambaye alikuwa na watu mwingine, alikuwa ni Elisha Masakifwa, na mwingine alikuwa ni pia na mgombea katika nafasi ya askofu, lakini pia katika nafasi ya msaidizi wa askofu tulikuwa pia na kandidati watatu ambao walikuwa ni Mchungaji Daktari Meshakjinga, na pia tulikuwa na mtu mwingine, mchungaji mwingine anaitwa Kumbuka Mwasanguti, na tulikuwa pia vile vile na mchungaji mwingine kupilika Mwakisimba. Kwa hiyo haya majina tulianza kwanza kwa nafasi ya askofu, ambapo askofu aliyepigiwa aliyepata kula nyingi ni Askofu Geoffrey Samuel Mwakihaba ambaye ndiye aliyepata mchungaji aliyepata kula nyingi, ambapo kwa record nilizo nazo mimi yeye alipata kula kama mia mbili na ishirini kitu, na wale wengine walipata kidogo, na kwa sababu wajumbe walikuwa hawazidi mia mbili, kama themanini au tisini hivi. Kwa hiyo ye akaekaa ishida kwa zaidi ya asilimia tatu kama ambavyo yaani, kwa asilimia zaidi ya robo ya tatu kama ambavyo katiba ya dayosisi ya Konde inadai. Lakini pia katika nafasi ya msaidizi wa askofu alishinda mchungaji Daktari Maisha Kijinga, ambaye naye alipata kula 200 kama kumi na kitu hivi akiwashinda shinda wenzie kwa hizo kura. Lakini pia hata upigaji kula wenyewe ulikuwa ni mchakato wa haki, ulikuwa wa uwazi na kila mtu alikuwa anaona na kila mtu alishiriki lakini pia na akili tulihakiki, akidi tulikuwa tukisaidiwa na mkuu wa kanisa ambaye alifanya taratibu zote za kiuchaguzi ambazo ilikuwa ni za wazi na za haki na tunashukuru na Mungu kwa kufikia mahali hapo, tumepata viongozi hao ambao ni wapya kwa ajili ya dayosisi yetu. Niseme tu naendelea kumshukuru Mungu, lakini pia tunamshukuru na wote walioshiriki katika zoezi hili, lakini pia na Wakristo ambao walikuwa wakituombea huko katika level za sharika.